Je, unajiuliza utapata wapi filamu za zamani zenye ubora usiumize kichwa? Tafadhali, Amazon Video Library ndiyo jibu la maswali yako. Wanauza flashi zenye filamu unazozitaka tena kwa bei nafuu sana. Hii ni bei ya flashi pamoja na filamu zilizotafsiriwa Kiswahili na Mkandara Lufufu, HD quality kabisa. Tunakuagizia mahali popote ulipo ndani ya Tanzania kasoro Zanzibari. Flashi yenye GB 16 bei yake ni shilingi elfu thelathini ikiwa na muvi za lufufu 20, HD quality kabisa. Flash yenye GB 32 bei yake ni shilingi elfu arobaini na tano tu inakuwa na muvi 37. Flash yenye GB 64 bei yake shilingi elfu hamsini na nane inakuwa na muvi 73 za lufufu quality kabisa. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana na Amazon Video Library. Upata flash yako upesi. Piga simu namba 0745117775. Utaagiziwa mahali popote ulipo. Asante na karibu.